ulining'ang'ania paka nikahisi mba uyinipenda ukutamani vya watu uka nijali mtoto wa watu ukuwaza hata yangu madhaifu. An huyu mwanaume nimelazimisha tusugakuingia katika induwa, lakini mwanaume ni mchafu. Mwanaume ni mchafu. Tena hata nikisogelea na hivi kulala namwambiagasogeaga huko. Mwanaume kwanza akiingia chooni, si mpe dakika hiyo moja ndani. Mwanaume bwana, akikunyanyulia mkono akitokea hivi, anapiga chapa mpaka asubuhi. Mwanaume aeleweki huyu, anapotoka asubuhi aeleweki, anaporudi aeleweki. Mwanaume ni mchafu huyu yani. Kwanza huyu mwanaume jamuna tu babake mzazi katika familia yao hakuna mzuri. Yeye namuona kidogo, mamake namwona azsana kapata radhi ya mama mkwe, yaani ningemwona baba mkwe nasi nikipata radhi mwanaume elewe. Kishogangu unashauri nini sasa? Shoga yangu, hiyo ndo ndoa, mvumilie huyu, ndo mume <laughs> tusikiege kwa wenzetu. Yaani unaona hivi vitu vyetu mundani, kwa jitihada zangu za mimi kuwa mundani, lakini licha ya hivyo angefuga hata wadudu mundani. Shoga yangu vumilia. A, mwanaume! Je, mwanaume ana ndevu nzuri. Mwanaume kaumbwa kaumbika, cheni hizi hapa. Yeah. We, we <laughs> sasa umeniona shoga yako, mwanaume kila akitakajibu na mpitishia huko, akitakajibu na mlia huko, akinaambia oh, mama nini ah. Yani mwanaume kaka ni lobo mundani, mchafu lakini kaushika moyo wangu. Sasa unasubiri nini? Unasubiri nini, shoga yangu? Kama bwana ndo huyo shapata au ndo bado kwenye harakati harakati? Bado ndo mnaona, naonana mwanaume mzuri, hata nikiongozana naye huyu, mwanaume toka nimeolewa naye, huko huko nje tunakutana, si kuongozana naye kabisa. Sasa mi nakuona punguani, umpe jibu, unasubiri nini? Shoga yangu, ndio hivyo mwanaume nimechagulia na wazazi. Shoga yangu, hivi ungeniona kwenye harusi jinsi nilivyokuwa, hapa nina afadhali, napelekwa huku narudi huku, kumwangalia tu vile mwanaume hivi, kuangalia kamera inaungua. Japo kaja kwenye harusi, basi wangemnyonyoa zile ndevu, wamemwacha hivyo, japo ndio ya lazima, lakini mwenzangu, ndio hivi nimekuja kujionea. Mzazi wangu kila nikimwambia, mbona mimi nimevumiliana na baba yako mpaka sasa hivi tunadunda bila kuvumiliana nitunge kupata haya maneno kibao. Unajua tena, mzazi akianza kuongea, unajua unajua, bado ananyanyacha nyuma, shoga wangu. Bado ananyanyacha nyuma sana, shoga wangu, mpe jibu jilie hela, acha ujinga, acha ujinga, shoga wangu

Mi najua kwenye simu labda tumeshindwa kuelewana kwa, kwa sababu kwenye simu. Ndio maana nimeona leo nije usiku wa manane kwenu kama hivi yeah. Mradi ni nipate jibu zuri kwako. Sinifanyie hivyo Mariam, unajua Mariam ni mtoto mzuri sana. Na mume wangu najua mke wa mtu lakini ungenisikiliza kwanza. Mi kwako nina kitu gani kwako? Au ungenipa nafasi afu ujue mi nina nia gani kwako.

ndugu mi, nilikuwa tunamwelekeza kwamba kuna mtu nilikuwa namuulizia muda mrefu kujaonana naye, kwa sababu mimi kwa South Africa nimerudi majuzi tu. Hapa kwa nimekuja kumuulizia, kwa sababu ni rafiki yangu wa kusibana sana, anaitwa Dura. Kwa maana nimekuja nimeambiwa, akina Mariam nikimuulizia nitampata kwa urahisi. Umetoka koto huko umekosa majirani wa kuuliza mpaka kamkwana? Hapana, kwa sababu nimeambiwa niki, nimeambia nikimuulizia kwa kina Mariam nitampata kirahisi. Tamani lakini kijana, njoo njoo, njo, kaa ukijua ikowa mtu msuu mwogope. Najua najua kiongozi Mtu wangu. Mtu wangu. Mtu wangu. Mtu wangu? Si mbona wewe unataka usiku? Eh? Tunalala kama mapopo bawa. Alafu wewe, nilikwambiaje mambo ya kuniamsha msha usiku? Ni si mme wako. Hata kama mme wangu nilikwambiaje ni mambo ya kuniamsha usiku? Nataka. Unataka nini? Yangu. Aki gani unayotaka? Tulivyooana tulikubaliana. Tulikubali mwenyewe lakini. Aki lazima unipe. Nikupe nini? Hapo upate kitu Mwanzo wa ndoa mpaka mwisho wa ndoa upate kitu. Upo? Mimi napata. Unapata, unapata wapi? Labda sio kwangu, huko kwa wachafu wenzio, lakini sio mimi. Mimi mume wako tulivyokubaliana, lakini yeye haki. Eh, kwa mwanaume lazima apate, kwa sababu sheria ndani, mwanamke lazima amridhishe mume wake. Sasa wewe uniridhishi mimi kwa sababu gani? Alafu nimetoa mali kule, au unadaiwa? Hata kama unadaiwa, si tulikubaliana. Uliniambia oh, mam, nataka kukoa nilikupa masharti yangu ukayakubali, ungeyakataa kule kule, mimi singekubali kuolewa na wewe. Kwanza ah, mchafu we. Ah, tutolee mfano mimi ndio wewe, ungeweza bwana nataka bwana, wewe nataka, nakwambia hapa, mechi itachezeka. Subiri Simba na, na Yanga me, Simba na

Hebu jirani fresh, mbona nasikia hmm, kelele mndani? si nani mtu anabakwa, inakwaje yi? Tena si mndani huyo, yule mwenzangu yule, afanyaje? Yaani mambo yalikuwa hata sio ya kufika huko, kila nikimuelewesha hataki kuelewa, kila nikimuelewesha hataki kuelewa. Sasa najiuliza amekuja kufanya nini, lakini kama mgumu hataki kuelewa. Hakisa jirani eh, usiku sana, ni sahivu usiku nilala eh Wana, tukirere, bakwa, yani mimi leo nilikuwa na force kwa sababu tokea amekuja huku ndani sijapata hata siku moja. Kwa hiyo nikawa na force, yani nipate, yani angalau basi, eh, nijue hata heshima ndoa. Sasa hata heshima ndoa haijui kabisa, kelele eh? e yote hayo hataki kuelewa mwanamke mwenyewe

kubonga mlango na bila hivi tankua wzkumkam mwanaume kama yule, mwanaume mchafu, mwanaume ajulikani mbele wala nyuma, mwanaume kama zimwi hivi. Hata kama wewe shoma emwanamoko yule hivi ingekuwaje? Hapana, kwa kweli Ujae kupata mtu wa ni yule ambaye nilikwambia, ai, ananifuatilia mara nyingi sana, yaani mpaka inafikia hatua anakuja nyumbani kwangu, bado anataka jibu lake vile vile, lakini nashindwa kumpa jibu lake

ulinipenda unanisumbua, huku tamani vya watu ukanijali. Mtoto wa watu hakuwaza hata yangu madhaifu, ukanipenda japo sina kitu, arafu ukanisisitizea nikupende kweli, hautakicheza